Simuliona ule mwendo wa simu ule, mwenye jengenge hata chuo alipiga kelele sana, ati wao oh, kabisa wanapeana matatu. Eh, hey, kabisa wanapeana boda boda. Wanapeana mitungi ya maziwa, wanapeana sijui vitu ya kinyozi. Sasa inakuwashia nini wewe na nani? <laughs> Eh, inawashia nini? Yeye alikuwa naibu wa rais. Unajua tofauti yangu na huyo mwendo wa simu huyo wa Munyoro. Tofauti yangu ni moja tu. Yeye alisanya pesa yake akanua mahoteli kwa mwaka mbili mimi nimesanya yangu kidogo nina, nina hata kama niko na kidogo ninatumia na wananchi hiyo wengine eh yeah. Yeah. na mimi nataka nimwambie huyo mtu huyo, unajua akisimama tu kila siku ati hata tukipiga kona ni William Ruto yeah. Hali hiyo mtu ni mtu mjinga excess, unajua yeah. Nilikuwa nasikia anasema wewe oh, huko Kapsaret ni huyo William Ruto anapatia watu wao. Mimi nauliza nyinyi ile watu wanachukua waste of anapa na wanachukua ne, ni wenye tulipatia empowerment ni wakala nyinyi peke yake. Huyo mtu ako na habari kweli hapa ni Kusipopolita? Ako na habari kwanza hapa ni Kenya. Eh? Anasimama tu na kuongea yeye ajui amwambie mtumanishie data. Mwambie yeye kuna Ochieng' hapa, kuna Kamau hapa, kuna kila mtu hapa. Hiyo tulifanya hiyo hiyo empowerment tulifanya hapo, kila mtu alipata. Hata mimi nilikuwa na surprise nikitumanishia naona eh, kila mtu kila kabila walipata. So tunataka tuambie huyo mtu tafadhali wewe fanya rali yako hiyo ya hewa, wacha sisi tufanye hii ya wananchi. William yeah. Ruto akijenga soko hutaki. Akijenga hapo ndo mbao hutaki. Mimi nikifanya hii utaki. Kindiki akifanya ile hautaki. Ichukua sasa wewe unataka tu kusumbua kwa gari juu. Eh? Hmm? Mimi nataka niambia hawa watu watashangaa. Niko na mpango mwingine. Kwa zile bado wanapiga piga kelele hiyo tuko tunatafuta shamba. Kwa kila ward yetu ya hapa Kapseret. Nataka nijenge library kubwa eh, ndio niweke library kubwa ya 150. Hiyo library ya 150, 50 ni library ni pale pa kusoma, 100 tunaweka computers watoto wetu wa majenzi na wengine wakuwa wakienda hapo kufanya mambo yao. Kama atakuwa anafanya kazi hapo ni sawa, kama atakuwa anaenda anaangalia na google anatafuta shule anafanya nini hapo, na nitaweka kwa, kwa kila ward eh, na hiyo usitumii situmii pesa ya ya serikali, nitafanya ukarabati mpaka niweke na nijenge na nijenge ikue mzuri, ili tutembee na kila mtu, tutembee na Gen Z, tutembee na wamama eh, tutembee na wazee, tutembee na vijana sana, maana hiyo jamani, yeah na hiyo ndio kazi tutafanya, eh tutafanya hiyo kazi wakati bado niko na hii, eh,